Na tumefika katika kuzungumzia maji namna ambavyo maji yananajisika. Akasema maji kidogo ambao ni chini ya lita 191. Yakiingia tunajisi hapo hapo, amefanya nini? Amenajisika. Lakini maji mingi sasa ndio tutaja kuzungumzia sasa. Ha, mimi naomba afadhali mimi nisome kwa ajili ya time. Acha nisome mwenyewe leo. Kesho inshallah tutaendelea. Asema Sheikh Faslun. Wa idha kana almau qullatayn, na ikiwa maji ni qullatayn, yani qullatayn tulisema ni maitaje mapipa mawili makubwa ambayo tulisema kichanganya inafaa kwa ngapi, lita 190 mito... good mito... sasa sema maji mito... yakifika hayo mingi mito... sani... mito... na moja 191 mito... mito... mito... na na, na robo mito... takriban 0.25 eh, ndo na robo hiyo. Yani, maji yakifika hiyo kiwango hicho kwenye tanki moja, sehemu moja, hukumu yake nini? Nasema fala yanjusu biwuqu'i najasati fihi, basi hainajisiki kwa kuingia kwa najisi ndani yake. Yani tumesema damu kidogo tu ikiingia kwenye ndoo moja ile maji yafanya nini? Imeshaharibika, imeshaharibika, imeshanajisika mm -hmm. lakini ikiwa ni tanki kubwa kama mm -hmm. haya matanki yetu hapa madrasa ni tanka, 100, 500 mm -hmm. eh hey, 500 elfu ta haimeingia tu tone la maji ha tone la damu mm -hmm. hainajisiki mpaka wakati gani? Anasema shekhe illa ioaai aak yale maji natobadilika, isipokuwa ile najisi ikiwa nyi ila intaghayyara, isipokuwa ikibadilika, taamuhu, utamu wake, au launuhu, ama rangi yake, au rihuhu, ama nini, harufu yake, sawa, harufu yake. walau taghayyuran yasiran, walau taghayyuran yasiran hata kama kubadilika kule ni kubadilika kidogo, yaani mbadilika kidogo tu. Unaona, kwenye maji pale mwanzo tukisema maji yakibadilika, lakini tulisema kubadilika kwi kwingi, lakini yakibadilika kwa kitu ambacho ni tahir, yakibadilika kwa kitu ambacho ni tahir, ama yakibadilika kwa kitu ambacho ni najisi, ambayo ni maji mingi, tutakwambia hata kama yakibadilika kidogo kidogo kabisa. Kidogo kabisa, kidogo tu, unaona ile rangi imebadilika kidogo tu, ujue ile maji ya safari ni yashaharibika, yashanajisika. Asema wala utaghayyuran yasiran, hata kama kubadilika kule ni nini? Ni kudogo sana sawa. la ilaha illa Allah, muhammadur rasulullah. Kisha asema fa in zaala taghayyuruhu bi nafsihi, ama ikiwa itaondoka kule kubadilika kwake, kule kubadilika kwake kutafanya nini? Kutaondoka in zaala taghayyuruhu bi nafsihi, ikiwa kule kubadilika kutaondoka kwenyewe, binafsihi, yani pasi na we kufanya kitu, yalikuwa amebadilika Ikibadilika, sisi tukahukumu kwa ile maji ni najisi. Kwa mfano, hii inaweza kutokea sana. Mfano kuna panya alikufa kwenye tanki. Na ninge mapanya naingia na kufa kwenye ndani ile tanki. Ana kufa yale amekufa yale panya. Kokete kokete kokete kokete harufu ikabadilika. Panya si najisi akifa. Ya yale mm -hmm, maji yamenajisika. Tukamtoa yale panya. Harufu ikabaki vile, lakini baada ya masiku harufu ikaondoka, hukumu yake ni ndio. Hii sasa nakuja kueleza, au bima'in fa inzala taghayyuru, ikiwa itaondoka ile kubadilika kwake. La ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Ikiwa itaondoka ile kubadilika kwake, binafsihi, yenyewe, au bima'in, ama kwa maji, ama kwa nini? Kwa maji, yani maana yake kwa maji ni kuwa, ilikuwa sisi tuna labda maji ya lita mia mbili hamsini ya Siani mimi. Maji ya lita 250. Kwenye tanki lakini maji lita 250. Tanki la lita 500. Maji yenyewe ni li lita 250. Ah, uh, kiangalia hivi ahe, maji yamenajisika, yameharibika, harufu imebadilika. Lakini we ukaja ukaleta maji mingine ukayaongeza uka pale. Ukaongeza mpaka harufu ikafanya nini? Ah, kwa hivyo kuna namna mbili ya ku ya kubadilika, ama ile ule kule kubadilika kuondoke. Ima, imebadilika imeondoka, kule kubadilika kumeondoka kwenyewe ama umeongeza maji ndio kule kubadilika kwa ondoo ukaondoka. Yani ile harufu ikaondoka. Kwa ufupi ni ile harufu ikaondoka, ama ile rangi ikaondoka, ama ile taste ikafanya nini? Ikaondoka. Ama inaweza kuwa kwa kupunguza maji. Kivipi? Yani kupunguza maji, mfano wewe una kama swimming pool, upande mmoja ukaingia najisi, labda wala Mungu, sijaani azakumullah, choo sio choo, haja kubwa. Yani ukaja ukaleta ile neti wewe ile choo ilipo najisi maji yale yote yamenajisika, yaani choo ilipobadilisha harufu manake maji yake yale yote yafanya nini? Yes, wewe ukaja ukachota maji kando ya ile choo ukayatoa yale maji, yale maji yaliyobakia ni mingi zaidi ya kulataini, kisha harufu ikafanya nini? Ikapotea ha ika ah, katika hizi sura tatu tukwambia yale maji yametwahirika, tahura. Angalia hapo, akwambia tahura, akwambia fa inzala ikiondoka taghayyuruhu yale mabadiliko ikiondoka harufu au au binafsihi peke yake, au, au bima'in ama kwa kutumia maji, imma kwa kuongeza maji ama kwa kupungu. Kwa kupunguza tahura, yale maji yamefanya nini? Yametwahirika. Tuko pamoja, ya pamoa? hmm. Una hakika hmm. Kuna swali una kama ama? Swali oh, hai nzuri. Tahura. Kisha amesema au bimiskin au sasa, hapa kwambia, labda mara nyingine wewe una yale maji yanaweza, yalikuwa yamebadilika harufu mbaya, wewe ukaja ukatia miski, ukatia mafuta mazuri kwenye maji, ah, ikabadilika, yani ama ile kubadilika ile harufu ikapotea, lakini kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya yeah. Wewe kutia miski, sio kwa umetia maji, ama ni yeye yenyewe a ah, a wewe umetia miski au eh, kudurati dhahabi, eh kudurati, kudu turab, afwan, ama mchanga, wewe ukaja ukachukua mchanga ukatia kwenye nini? Mm. kwenye yale maji, yale maji labda yalikuwa yamebadilika rangi, yamekuwa mekundu, tuelewane. Mm. kuna damu imeingia, maji yakabadilika rangi, yakawa mekundu. Wewe ukaja ukachukua mchanga, ukati rangi ikatoka nyekundu ikarudi brown, tumeelewana. Mm. kwa hivyo kule kubadilika kwa damu kumefanya nini? Mm. Kumeondoka, sio ehe? Hukumu yake nini ikiondoka? Iki, iki hivi asema falaa, ibara kidogo ni ngumu hizo, akwambia falaa, basi haikwahiriki <laughs> Ala, sasa so so ile nyasa la la sijaja la, yani manake hapana, sio basi hapana, yani maana hapana, ni kuwa basi haijafanya nini, haijatwahirika. Maana yake hiki kitu ulichokitia chaweza kuwa kimefinika tu najisi. <laughs> ile harufu nzuri umeitia inaweza kuwa tu imekuja ikafinika najisi. Wewe ukihukumu ati imetwahirika, utakwambia haya makosa haya makosa. Kwa nini hukumu? labda tu najisi imefichwa. Tumeelewa. Kisha baada ya muda hiki kitu ulichokitia kikiondoka Fano ulitia mchanga. Kisha baada ya muda wewe ukaondoa ule mchanga ukautoa. Maji yakarudi vile vile. Na pia ile rangi ile ya, ya najisi pia ikawa imeondoka. Tukwambia maji yamerudi ni yametahiri. E, tukwambia maji yamerudi yametahiri. Yametahiri. E, tumeelewana hapo? Mpaka hapa tumeelewana. Na hakika. Hai. Kisha sasa kuna masala. Kuna masala. Masala yenyewe ni yapi? Masala yenyewe ndugu zangu ni la ilaha illa la, ni masala ambayo tulizungumzia pale mwanzo, yamefanana na tuliyotanguliza, yeah. Kule je maji yale yakibadilika kwa kukadiria, yaani kubadilika kwa kukadiria, hukumu yake ni kama kubadilika kwa kunakohisiwa. Kubadilika kwa kukadiriwa, hukumu yake ni kama kubadilika kunakohisiwa. Vipiana mfano, kumeingia kwenye maji najisi ambayo imefanana na maji kwa zile sifa kwa oh, upi mfano mkojo ambao umekatika harufu. Mkojo ambao umefanya nini? Umekatika harufu. Kwa hiyo mkojo kawaida ukiingia kwenye maji kama maji ni kidogo ile maji yanafanya uh -huh. Harufu na baadhi sio. Uh -huh. Lakini tanki zima utie mkojo mfano kama tanki lita tuseme tanki lita 500 mfano tanki lita 500 ukitia mkojo kama lita hamsini Haibadiliki, nafikiri haizabadiliki. Ni lita hamsini nyingi, itabadilisha sio? Lakini ile lita hamsini wepiga hesabu achi harufu yake, kama maji kama vile kule tulipozungumzia maji ya waridi. Hii siwakumbuka lita hamsini hii, ile ni lita hamsini ya mkojo ambao umeketi mda mrefu mpaka hauna nini. Mkojo ukitia kwenye maji yale, maji hayatabadiliki hata lita hamsini Ukitia lita mia tano haibadiliki Sio ah. Sasa ule mkojo mkojo kama huu ambao ume katika harufu ukiingia kwenye maji mingi hukumu yake nini? Ya ama mkojo kama huu ambao hata ume katika harufu ukiingia kwenye maji kidogo hukumu yake nini? Moja kwa moja mimi najisika, tuangalie imebadilika ama haija ha zima fete hii haifahamike. Sawa sawa, maji kidogo hatuangalii imebadilika ama haija, lakini maji mingi tuangalie, je imebadilika maji badilika. Sasa huu mkojo umefanana na maji hukumu yake ni ah, tukwambia kama vile kule kwenye maji ya waridi ama kwenye yale matone matone mustamal mkumbuka mm. Eh, yani vipi utakadiria, utakadiria. Ah, utakadiria utakadiria na nini? Kule tulikadiria na nini? Sijui kama kumbuka maji ya waridi, eh, maji ya waridi ndiyo yameingia sasa, tukakadiria na nini? Utakadiria na? Kule tulikadiria nini? Hapa tunakadiria vitu tofauti, tutaeleza. mm. kule tulikadiria na juisi ya zabibu mm. Amakumbuka mm. juisi ya zabibu tuambia, juisi ya zabibu nyeusi au nyekundu, utakadiria. Ah, hii maji ambayo haya maji ambayo mimi ninayo yakiingia yameingia lita tano mfano ya maji ma ya, ya, ya waridi, akwambia lao ingeingia lita tano ama lita tano nyingi sema lita moja wewe una ndoo ya lita kumi ama ndoo ya lita kumi na tano ya maji kukaingia maji ya waridi lita moja ambayo yale maji ya waridi labda yamefanana na, na maji kiharufu nakini, kwa hivyo hayawezi kubadilisha maji. Sasa tunakwambia je, kukadiria ni hivi, useme je, lau hapa kungeingia juisi ya zabibu, juisi ya nini ya zabibu nyekundu ama nyeusi, je, ingebadilisha maji lita moja? Sema ai, singebadilisha. Ai na neno. Eh, twende kwenye kitu cha pili. Kitu cha pili tusema nini, utamu. Utamu wa rumani, rumani kawambia, nisijui kungumanga Mm. Kungumanga ile. Kuna tunda laitwa kungumanga. Ile mm, kungumanga likaingia pale lita moja. Yaani juisi yake kaingia pale lita moja. Yani je, yeah, itabadilisha test? Tukasema ah, labda haibadilishi. Haibadilishi, haibadilishi. Haina hai neno. Lau unakadiria je, yeah, inge ingeingia ingebadilisha hivyo sasa. Ya tatu tukasema unakadiria nini? Harufu. Nasahau utalii. Na nakuwa na utalii kwa hivyo sasa. Harufu si miski. Harufu mm, tulisema ni ubani. Ubani wa moto. Harufu ni ubani wa nini? Ubani wa moto. Tukasema hizi ni sifa zaitwa, ni sifa za kati na ka, eh, lakini hapa kwenye najisi unakadiria na sifa gani? Unakadiria na sifa nzito. Lakini najisi unakadiria na sifa nzito. Nzito maana yake ni najisi. Sifa nzito kama gani? Ah, harufu ni harufu ya miski. Harufu ni harufu ya miski. Yani sasa mimi nina ndoo, fikiria, piga hesabu, si ndoo, tanki, tanki la lita mia tano maji yaliyoko pale labda lita 400 maji yaliyoko pale labda lita mm. Kukaingia mkojo ambao umekatika harufu. Mkojo ambao umekatika harufu si najisi mm. Lakini ikiingia yeye haitoi kubadilisha maji, hata ukaeka lita 200 pale, sio mm, kwa sababu imefanana na maji kiharufu. Nasema mkojo ambao umekatika harufu, sasa utakadiria. Tukwambia akadiria, utakadiria vipi? Tukwambia hebu angalia, lau hapa kwenye mkojo kungeingia miski lita zile zile kama ule mkojo Je, yeah, itabadilisha <todicum> ya yeah, tuategemea ategemea ah. eh, kama go, kama mkojo ulioingia uh -huh. etwaje ni ni ni ni, ni si silit si nusu lita robo lita na maji yenyewe lita 400. Ah, yes, <todicum> sio kwa hivyo na tegemea yaani sio. Yeah. Lakini lakini kama hivyo unavyosema, yaani wewe maanisha kusema kuwa miski ina nguvu. Hmm. Ah, harufu ya miski ina nguvu sana. Ndio hiyo sasa tukakwambia hizi hapa kwenye najisi zile sifa zinazokadiriwa ni sifa nzi- ni sifa nzito sana. Kwa hivyo tutakadiria, harufu ni harufu ya miski, sawa? Ehhe, rangi ni rangi ya nini? Wino, rangi ni rangi ya wino, wino. Shaona ule wino, kama ni ndoo, ukiweka tone tu inaweza kuathiri, sio? Angalia rangi ya wino ehhe. Na utamu kitu gani kikali sana nini? Asale. ah ah, asali kwani mtamu asali mtamu, yeah. lakini test yake si ya nguvu. kitu gani test yake ni ya nguvu sana. mimi nilikuwa nafikiri wewe ipata uliposema, mimi nikafikiri siki, siki. Ushawahi kunywa siki wewe e? oh, yeah, yeah. siki inayoko kwenye kachumbari, kama hujazoea, una uwezi kunywa eh. pale pale unaitema eh, siki ni kali sana. wewe wewe wewe wewe, siki ni kali siki test yake ni ya nguvu sana. Ndo hiyo ndo hiyo ndo hiyo. Sasa tutakwambia, hii siki lau ingewekwa kwenye kwenye haya maji, je, inge affect, je, ingebadilisha? Tukwambia hizi zote tatu, lau moja wapo inge affect, tukwambia yale maji basi yanafanya yamenajisika kwa ile ile kadri, kama vile tulivyokadiria kule mwanzo. Tuko pamoja? mm. Ah, kisha asema Shekhe Waljari Karaki, tafadhali tukome hapa. Ah ama hii rais, wacha tumalize